Amefanya exclusive interview na Dulayo ambaye yeye ni mraibu wa uh, pombe ambazo amesema zimemrostisha kwa muda mrefu. Sasa anataka kurejea kwenye game akiwa na nguvu mpya. Anamtaja Mr Blue kama mtu aliyemsaidia kumleta hapa na amemuhusia, amempa maneno gani? Mr Blue ndo alokuja akaniacha hapa, uh, ndo alokuja hapa, eh, yani na yeye pia alipewa kitu akaambiwa bwana huyu tumpeleke pale. Kanaambia maneno makubwa sana baisa Kanambia wewe ni nguzo ya taifa, sisi tunakutegemea. Kwa hiyo mimi namaliza mafuta kwenye gari hii kwa sababu yako, wewe ni familia. Kwa hiyo tulia mwanangu, wewe vumilia. Kwa hiyo nimeona sio mbaya, sio mbaya kwa sababu hata watu nilokutana nao wananirespect, wanaishi na mimi vizuri, unaona, kuna vitu wananifanyia ambavyo vinatakiwa nifanye mimi wanafanya wao. Bisa, uh, Mr. Blue ni msanii ambaye amekuwa akinitafuta kwenye changamoto za wasanii wenzie wengi sana, yaani huwa yani anashiriki sana kuniambia kuni, sista bwana, tumsaidie, kwa nini usimsaidie yule sista, kwa nini usimchukue yule. Kwa hiyo Mr. Blue alinipigia simu akanieleza kuhusu Dulayo, kwamba bwana, hali ni mbaya, mi nakaa naye maeneo ya kwetu huku kwa hiyo hali ni ngumu, tunafanyaje? Nikamwambia basi hakuna neno, subiri kesho kutwa umlete. Akamba, sister hapana, kesho kutwa ni mbali, huyu mtu hali yake si nzuri kama unavyoona kwenye mitandao, anazidi kuzaridika. Kwa hiyo mimi naomba tu, nikamwambia basi hakuna neno, mlete kesho. Yake Mr Blue akaenda kwa kina Dulayo akamchukua akamleta ya. Kwa hiyo kiukweli kabisa amefanya jambo la kiungwana sana kumsaidia. Ndio maana unaona Dulayo anashindwa ana kujizuia, anaamua kuongea. Ndiyo ukweli, yani Mr Blue ni mtu ambaye ali, ame, yani, ni mtu ambaye alichangia kumleta Dulayo, yani yeye ndio aliyemleta, aliwasha gari na rafiki zake baadhi wakamleta pale. Kwa kweli ni jambo jema sana. Eh, nishatimiza hizo siku. Okay. Na kweli najiona na, na, na, na na kwa sababu nilivyokuwa na sasa hizi nilivyokuwa vitu viwili tofauti, okay. Nashukuru, yeah. Sana, ni nashukuru sana hapa nilipo kwa kweli nilikuwa mazingira nilikuwa sina marafiki sahihi Unajua wakati mwingine of course unaweza kuimba vizuri nikafanya vizuri na nyimbo zipo, lakini unaona kabisa. Ah, kweli kitu gani ulikuwa na kimisi sana? Ah, kitu ambacho nilikuwa na kimisi, nilikuwa napenda kufanya show kubwa ambazo najua hii ni show kubwa sana sana sana. Kusibabu, mingi, mwana, kwa sababu mimi nina hits nyingi, umeona, kwa sasa mwisho wa siku watu wanakupigia simu, mtu anakuambia bwana, hapa tuna laki tatu laki tano sijui na laki ngapi. ah, huyu bwana anataka kunizingua, anarudisha nyuma. Kwa hiyo lazima mimi mwenyewe nijiblandi kwanza. Nikijiblandi mimi mwenyewe, hata huyo mtu ambaye anataka kunipa show ajue kabisa kwamba Dulayo anatumia gharama kama hivi. Ndiko kama hapa, hiki ni chuo, lakini mimi nafanya mazoezi, umeona, nafanya mazoezi. Kwa hiyo kutoka hapa kuna kutakiwa kula Enyelewa bwana haya mazoezi haya takiwa maziwa, atakiwa juisi, natakiwa nini vitu hivyo. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kituo, namshukuru sana Madam P, kwa kweli namshukuru sana sana, sana, sana. Tuna, na, tupu, kwa sababu, kwa sababu najua nilipotoka. Kwa sababu najua nilipotoka, najua kabisa hiki kumbe ilikuwa ni tatizo. Tatizo lilikuwa sio kingine, ni tungi tu tungi, mtungi tungi. Ah, silali huko huko, kurudi unarudi, lakini ushaanza e, silali huko huko, lakini narudi, lakini sasa kuna vitu vinaku vinaku unashindwa kufanya, yani unashindwa kufanya kwa sababu unakuwa kama uko tofauti, yani una siji mtu anakuangaliaje. Unajua zile unaweza kupiga simu furaha yangu nasema da, hii simu nimepigiwa sasa hivi hapa, labda na huyu labda na Miladi mwelewa, napigiwa, inabidi kaonane naye, basi kabla ya kwenda kuonana naye sina hela kidogo, nasema ngoja kwanza nijibusti alikuwa ile picha nzuri kwangu mimi nasomanapenda dikwa sipendi. Sasa nikakaza moyo nikasema hapana, mimi huyu dada pili, mimi madam wangu mimi, namjua madam. Kwa nini madam asinifanyishe iki vitu Kweli, madamu kanipokea na ndio maana unaniona niko hapa sasa hivi. kwa, kwa, hey, kwa sababu gani? kitu ambacho hakikupi faida cha nini? hmm. hey, kwa sababu nimeshatumia nimetumia miaka mingi miaka mingi hey, tungi hilo nalipiga mimi tu mpaka mtu mwingine akiwa anasikia tu ah Dulayo bwana so, kwa tungi, sio kama kazi sifanyi hmm tena ndo nikiwa hivyo ndo nafanya kweli kazi, lakini sasa picha, picha ileti maana kwamba Dulayo bwana Dulayo bwana kila siku Dulayo bwana Dulayo bwana nimechoka. kuna wakati unaenda kukaa sehemu na watu wengine tu mtu utasikia ukifika tu nataka moja agiza hata soda utasikia mpe mbili yani mimi kumbe mpaka yani wakati ule wewe plani yako sio hiyo eh muona bwana eh basi mpe mbili unajifikiria afu mimi sio mlevi wa hivyo kwa sababu mtu anaenda anaweza unaenda unaweza kaenda Kariakoo na hizo mbili lizonipani mimi, ukaenda mm -hmm. Kariakoo ukarudi na hiyo ukanikutana na bia mm -hmm. wanapenda tukuiona mikatu mezani tu, sasa mm -hmm. mbaya, unaona mm -hmm. mm -hmm. usimtafute mchawi nani, kwanza jiangalie wewe mwenyewe, na ndio hiki ambacho kinatokea sasa hivi mm -hmm. eh, bila hii hali kwa mbali sana kimziki sana kwa sababu sio mbali tu kimziki, kimaisha pia ningekuwa ningekuwa mbali sana. Amini. Kwa sababu watu watambo nilikuwa nao nafanya nao kazi ni watu ambao wao pia walikuwa na complain hiki kitu. Ila nikitaka kupanda kwenye shows ndo utasikia pata vibe. Hiyo sio mbaya e, yani pata vibe hiyo sio mbaya, mbaya ni kunywa afu umejificha, ni sasa sawa na mvuta bangi kwa sababu bangi ni bangue wakati uko chooni. Ile mbaya Wili inakubangua wale, nani, nana, yuwe, lazima yuwe, yuwe, mzuka? Ha, sio lazima kwa sababu wakati mwingine unaweza uk hizi shows zinatokana na mud, wakati mwingine mud nako chini pale, unapoona mud iko chini sana unaweza ukastua uka, uka asilimia tisini ya, ya, ya, ya wanamuziki wengi wanafanya hivyo, lakini kwangu mimi inakuwa tofauti kidogo, mimi naweza nikaenda nikaangalia au densi ile ambayo iko kule mbele kule, inategemea show nafanya wapi, hapa Mbagala, sijui sijui wapi sijui wapi, na najua kabisa hawa kuambia nyimbo hii ili niende nao sawa. Basi hapa mimi naweza nikanywa bia mbili, umeona bwana, naenda nao sawa. Of course unakuwa uko vizuri na unaweza kufanya show vizuri na ukaongea nao vizuri, show ukamaliza vizuri. Kwa hiyo, kawaida yani, umekutana na manyanyaso yote kwa wasanii wenzako? Kufanya hapana Hapana, sana sana tu ni producer, labda producer, labda Kisaka yule <laughs> ndo, ndo mara nyingi utakuta akiniona kwenye hali hiyo, basi anitengenezei wimbo na beat, anataka mabiti tayari <laughs> ubaya kwenye sauti utasikia, urekodi hapa, njoo kesho kwa, akizungumza hivyo mimi najua kwa nini, anajua nitaimba vizuri, lakini ampati yule Dulayo anayemtaka yeye. Mwa... Sana mi marafiki zangu wengi sana, ni ya marafiki wakubwa wakubwa ambao wametokatoka toka zamani. Hawa ni marafiki zangu sana, marafiki yangu mimi bwana Misosi, rafiki yangu mimi Sumaji, rafiki mm, yangu mimi Mr Blue, rafiki mm, yangu mimi wengi, wako wengi hawa. Na mimi naishi nao poa, si mm, wapingi hivyo kwa mimi naona ni sawa, yani matukio nalokuwepo namshukuru sana okay, Madam P sana sana. La mwisho kwa mashabiki wako, una ngoma nyingi kali sana. Yeah. Kwa ngoma yako bora hivi ambayo unaweza kusema kidogo kukumbusha au kumwambia narudi, narudi, narudi ngoma gani? ah, yani kwa kuimba utaki kwa, eh, mimi am dia is back, wao wanajua mimi nyimbo zangu zote bora, lakini kuna nyimbo ambazo nikiimba stage washabiki wa wanapenda wana sana. Kwa sababu kuna kuna nyimbo ambazo sasa hivi nimefanya na huyu baisa, ambayo simeshindwa kuitoa kwa sababu nataka niwe vizuri. nimefanya na Juma Nature na kabla hajaumwa profesa, nilifanya naye nyimbo Profesa J, nilishindwa kutoa kwa sababu siwezi kutoa nyimbo wakati mwenzangu yuko kitandani. niliona sio fair, ngoja sasa hivi toka nipigia simu, toa nyimbo. Kwa nikitoka huku, najikaza, nikitoka huku, naenda natoa wimbo. Nyimbo ambayo unataka niimbe mimi, nitaimba nyimbo upendo ambayo watu wengi wanapenda. Naumia roho, natamani hata leo nikupate vipi wanizungusha. Naumia roho, natamani hata leo tuwe wote, vipi wanizungusha ndo maana ah, siku kikutana na wewe, mimi naumia roho siwezi lala mpaka ni mwombe Mungu akusaidie. Nawona ale salama wewe. Halo, asante sana.